Lakini tangu nimefika hapa tena eh? wewe ndo mtafutaji wewe ndo ufanya mahitaji yote hapa nyumbani? Mama, unatakuwa jua kitu kimoja, kipindi ni kuchuo, hakuna mtu ambaye kupo ananisaidia zaidi ya Kevi. Wewe mwenyewe ulikuwa unashindwa hata kunitumia pesa ya matumizi madogo madogo, lakini Kevi alikuwa na mimi bega kwa bega. Mama, usisahau hilo. Lakini sasa basi kuanzia hii leo Huyu mwanamme sitaki kumuona humu ndani, nataka aondoke. Aiwezekani, yeye anakutumia tumia tu, anakutumia tu. Kama ni hizo pesa zake zimeshakwisha sasa, inabakia sasa hapa yeye, yani hapa, yani hapa, aondoke. Sitaki kumuona huyu mwanamme. Mbona unanitesa? Umesahau ya nyuma? Kwa nini mimi? Tatizo gani? Au ni kazi sina Mbona unanitesa Mbona unanitesa umesahau ya nyuma Kwa nini mimi bado kevi yuko pale pale, bado hajaridhika. Tina hataki hayo mambo, anatoka na kumwacha hapo mumewe. Kevin anajizungumzia na kusema kuwa Tina anamdharau na anaonyesha wazi bila kuficha. Kevi, si tushazungumza tukamaliza? Kwa nini unapenda kurudisha vitu nyuma? Tina usiseme, tumeamaliza usirahisishe vitu hivyo. Tumeamalizaje? Tumemalizaje tena? Mimi naona hivyo havina maana kivi. Alafu nachelewa kazini. Kwa hiyo tutaonana baadaye. Ah. Alafu nilikuwa naomba baadaye mlikosti mamaji kazini kwangu. Maana nataka baadaye niende kali yako kukusanya material. Kwa hiyo nitampeleka pia shopping mama. Si unajua ana nguo? Ananidharau sana huyu mwanamke huyu. Ananidharau sana. Alafu anashindwa hata kuificha dharau yake, anionyesha kabisa. Usoni ukimtazama hata macho yake, macho yake anasema na jinsi gani anavyoni dharau na kunichukulia poa. Kama ilivyo kawaida, lazima mtu awe na rafiki ili kubadilishana mawaidha kuhusu jambo fulani. Kutokana na Kevi kujiona yeye si chochote mbele ya mkewe na mama mkwe, aliamua kwenda kwa rafikiye ili kumweleza anavyojihisi mnyonge na wala anaona hana thamani yoyote kama mwanamume, kwani hamini Tina amebadilika kuonyesha rangi isiyoeleweka na anajutia laiti angalijua mapema, kwani mwanzoni hakuwa hivyo, na anasema kuwa mama mtu ndiye chanzo, kwani tokea mama Tina aingie kwenye nyumba yao. Mama Tina hakumpenda Kevi kutokana na ufukara wake, hivyo kumlazimu Tina pia kumchukia Kevi. najihisi si chochote mbele ya Tina na mama yake. thamani yangu kama mwanaume haipo tena. kama angenionyesha rangi yake halisi kabla hatujafunga ndoa, nisingemuoa <laughs> Kwani ndoa inazuia nini, Kevin? ndoa ni vazi la heshima kaka, sitamani kuwa sababu ya kuivunja. Unaongea ujinga Kevin. kuna fahari gani ya kuvaa joo la kifalme lililotoboka makalioni? Unadhani watakuheshimu kwa sababu umevaa joo la kifalme? watakudharau kwa sababu makalio yako yako wazi. Hakuna faida yakuwa na ndoa isiyo heshima himili wake. Unajua mwanzoni akuwa hivyo, mabadiliko yake yamechangiwa sana na ujio wa mama yake. Toka mama yake afike pale nyumbani, Tina amebadilika kabisa kaka. Mama yake ananidharau ya sana, hali iliyopelekea na Tina kunidharau pia. Sina kauli kwake, hakuna ambacho naweza nikakizungumza kama mwanaume kwake, hakipo kaka. Mwanamke anaenda kulala nje na nyumbani anarudi asubuhi, sipaswi kuhoji wala kuuliza chochote, kwa sababu yeye alikuwa ofisini ana vikao eti na mabosi wake eh. Unajua, kuna muda mwingine umaskini unakufanya mtu kuwa mjinga sana. Ndio kinachonitokea mimi, nimekuwa mjinga sasa. <laughs> Kumbe rafiki yake pia ana mpenzi ambaye ni Maya, na Maya pia ana hela kumshinda. Sasa Kevi alimuuliza rafikie ambaye ni Neli, mbona yeye na mpenziwe wako na furaha ilhali Maya ana hela nyingi kumshinda. Sasa Kevi aliamua kumuuliza Neli kama ana ratiba ya kumwoa Maya, ila Neli anasema kuwa akipata kipato chake bila shaka atatafuta mpenzi mwingine, kwani Maya ana hela nyingi kumshinda na atatafuta huyo mwingine ambaye atakuwa chini yake. Katika mazungumzo hayo, hakujua Maya yuasikiza yote, jambo ambalo lilimkera sana Maya na kumlazimu kutozuia machozi yake, kwani hamini masikio yake. Pole sana kaka, lakini ilishawahi kukuambia usioe mwanamke anayekuzidi kipato. Maya anakuzidi kipato, lakini mna furaha na amani. Kwani nyiwe wenzangu mnawezaje na mi nashindwaje? Ni kwa sababu nimekubali kuwa chini wewe hutaki kutawaliwa, ndio maana hakuna amani kati yenu. Una mpango gani na Maya? Utamuoa? Natamani kuwa na sauti kama mwanaume, nikisema nisikilizwe, nijihisi kuwa msaada wangu unahitajika na ni wa thamani kitu ambacho siwezi kukipata kwa mwanamke anayenizidi kipato. Unamaanisha hautomwoa? Nikipata msingi wangu nikawa na pesa zangu, basi nitatafuta mwanamke wa kawaida kabisa nitamwoa. mnaunanitesa umesahau ya nyuma, kwa nini mimi? Tatizo gani, au ni kazi sina? Mbona unanitesa, mbona unanitesa? Umesahau ya nyuma, kwa nini mimi? Tatizo gani, au ni kazi sina? Mbona unanitesa, tatizo gani? Au ni kazi sina? Mbona unanitesa, mbona unanitesa, umesahau ya nyuma, kwa nini mimi